Kila kizazi huwa na nyota yake, lakini nyota zingine hung'aa zaidi kuliko nyingine. Michael Jackson ni malikia wa pop duniani ama mfalme wa pop duniani. Katika mji mdogo wa Garl India nchini Marekani tarehe 29 Agasti mwaka 1958 alizaliwa mvulana mdogo, alipewa jina la Michael Joseph Jackson akujua kwamba sauti yake ni nyololo na miguso yake ya kipekee ya uchezaji ingewafanya watu wengi kumpenda na rangi yake ya taifa ya kila kizazi kumpenda kwa dhati. Uh, mimi ni mwanamuziki lakini pia ni mchekeshaji wa mitandaoni kutokea nchini Tanzania. Uh, Michael Jackson ni msanii au mwanamuziki ambaye dunia nzima inafahamu kile ambacho amekifanya kwa sababu kwanza, kuwa mfalme wa popu duniani sio nafasi ndogo, kwa sababu wasanii wengi mewaona na amefanya mambo mengi makubwa lakini kwa Michael Jackson yeye amebaki kwa the best kwa sababu ya mziki na jinsi ambavyo alivyoendesha muziki wake mpaka kufikia tamati ya maisha yake. Kwa ni msanii au ni mwanamuziki ambaye mpaka kesho nyimbo zake na steli zake za kudansi hakuna mtu wa kuzipinga. Kwa ni mwanamuziki ambaye hatokuja kusahaulika duniani. Michael Jackson alikuwa mtoto wa saba kati ya watoto tisa ya familia ya mzee Jackson. Babake mzee Jackson aliona vipaji vya watoto wake, akaanzisha kundi la muziki 5 Jackson. Hapo ndipo dunia ilipomjua Michael Jackson umri wa miaka mitano tu, akiwa mdogo sana. Sauti ya Michael Jackson iliwavutia watu wengi sana katika kucheza dansi na kuimba. Michael Jackson ameanza kujitegemea katika tasnia ya muziki mwaka 1982 alipoachia albamu yake ya Thriller, historia ya muziki ilibadilika sana. Albamu hiyo iliuza zaidi duniani, na video ya wimbo wa Thriller ikawa ni filamu fupi yenye hadithi ya kipekee ya dance ya ajabu na mavazi yaliyogeuka kuwa mtindo wa mitaani. Ah, Michael Jackson ni mtu ambaye kwanza yeye aliamini nguvu yake, kwa maana kama umemfuatilia Michael Jackson kwamba kuna mwaka aliweza kuhama katika bendi yao ya kifamilia na kuwa yeye kama yeye, umeona bwana, na akaweza kufanya mambo mazuri zaidi na kazi kibao baada ya management zingine kumchukua. Mpaka leo dunia inamfahamu, na maana ni juhudi yake yeye mwenyewe, kwa aliamini kazi zake yeye binafsi. Familia aliyotokea Michael Jackson ni familia ya muziki kwa hiyo dunia ilistaajabu ule uwezo ambao Michael Jackson alivyokuja kuimba kwa sababu staili ambayo alikuwa anaimba kwenye familia yake eh, ni tofauti na jinsi ambavyo yeye baada ya kutoka kwenye familia yake alivyoanza kuimba, kwa sababu alivyokuja huku yeye kama single artist aliweza kufanya, umeona bwana, popu eh, na miziki ya kidunia, lakini kule alikuwa kidogo yuko bize eh, na miziki ya dinidini, kwa hiyo Hicho ni kitu unique ambacho Michael Jackson alikuwa anacho. Michael Jackson akusimama hapo, aliachia kazi nyingi mno, vilimfanya kuwa the king of pop. Hakuna jukwaa liliweza kumtosha wala kamera iliyoweza kumkamata kikamilifu, lakini nyuma ya pazia, umaarufu wa Michael Jackson uliambatana na changamoto nyingi, utotoni mwake uangalizi mkubwa wa vyombo vya habari tuhuma za muda mrefu alizopitia maisha yake faraha. Alibadilika sana mpaka mwonekano wake, na hiyo yoyote kutokana na ustaa wake kupitia kipaji chake na kujitunza kwake. Mnamo tarehe 25 Juni 2009 Michael Jackson alifariki dunia akiwa na umri wa miaka takribani 50. Kifo chake kilitokana na mchanganyiko wa dawa za usingizi, inasemekana ilisababisha mshtuko wa moyo. Dunia ilizizima, kutoka Marekani hadi Afrika, Asia na hasa bara la Ulaya, kama nilivyoweza kusema mwanzo kwamba Michael Jackson ni moja kati ya modo ambao watu wengi sana wanamtazama lese. Hata tukitazama kina Chris Brown eh, na wasanii wengine kina Justin Bieber pamoja na wasanii wengine duniani bado wana vitu au wana element ambazo kaacha Michael Jackson. Umeona, bwana. Kwa hiyo hatuwezi kumfananisha Michael Jackson, then eh, tunaweza tukasema kwamba Michael Jackson, alama yake bado ipo na itaendelea kuwepo. Kwa maana ukimwangalia Chris Brown, unamuona Michael Jackson, ukimwangalia ah, Bieber, unamuona Michael Jackson na pamoja na wasanii wengi wengi duniani. Hata staili ambazo yeye eh, anazozifaa alizokuwa anazifanya anazo za kudansi. Ya eh, tunaona wasanii wengi sana duniani wanazitumia. Kwa hiyo hiyo inaonekana kabisa kwamba ni alama ameacha Michael Jackson. Dunia nzima imepata pigo, kwa sababu kazi alizofanya Michael Jackson tulikuwa bado tunahitaji tunahitaji aendelee kuzifanya, na muziki tulikuwa tunahitaji pia aendelee kuufanya. Umeona bwana. Kwa hiyo tumeumia sana na mpaka leo uh, mimi ukinitajia wanamuziki ambao nguli duniani, siwezi kumwacha Michael Jackson. Hali yakuwa kama unakumbuka kuna wimbo litokaga kidogo miaka ya nyuma ulikuwa unaitwa ulifanyika ile ngoma au ule wimbo kwa ajili ya kuikomboa Afrika kuisaidia, e, kwa mlendano kwa kuna malegend wengi, umeona bwana, lakini wakaona haitoshi, wakamtafuta Michael Jackson na akaweza kuibeba ile nyimbo vizuri. Kwa hiyo tuliumia sana na bado tunaendelea kuumia, tunamkumbuka Michael Jackson ah. Kwa Tanzania Sija uh, sijaona mtu ambaye anafanya idea kama za Michael Jackson, lakini wanachotakiwa kujifunza kwamba wao wenyewe wakae chini watengeneze kazi nzuri, umeona bwana, ili mradi uweza kufikia at least robo yalichokifanya Michael Jackson. Kwa maana uh, tumeweza kuona mfumo wa album kwa sasa hivi wa Tanzania wengi huwa hawafanyi, umeona bwana, ila wanafanya short album ambazo wanaita EP ehe, lakini uh, lazima wajifunze kupitia wenzetu waliokuwa mbele na ikoni ambazo zime, zimeondoka kama kina Michael Jackson na wengine. Mashabiki walilia, walikusanyika mitaani, walicheza muziki wake kwa hisia na kutambua kuwa walimpoteza msanii ambaye hatotokea tena. Michael Jackson alikuwa na ndoto kubwa katika maisha yake. Leo hii, miaka kadhaa baada ya kifo chake, jina lake bado linakumbukwa muziki wake bado unaendelea kuishi. Sasa hivi tofauti na zamani, zamani unakuta familia haiwezi kamsapoti kijana wao au mtoto wao kwenye sanaa, umeona bwana. Lakini sasa hivi tumeweza kuona kwamba watu wanapata maisha, sio kwenye sanaa tu ya muziki na uchekeshaji no, hata kwenye sanaa ya mpira. Watu wanajenga, watu wana, wanajulikana kimataifa, wanapata maendeleo mazuri. Kwa hiyo sanaa itabaki kuwa sanaa. Kwa hiyo mi nawasapoti au na shauri, umeona bwana, vijana wenzangu wasikate tamaa, tupambaneni. Sanaa inalipa sana, kwa sababu hata platform sasahivi za kulipa ni nyingi, umeona bwana, tofauti na zamani. Kwa hiyo sanaa ina hela, sanaa ni maisha, sanaa inafundisha, inaelimisha. Kwa hiyo tupende sanaa. Live performance ndicho kitu ambacho mimi najifunza kwa Michael Jackson, kwa sababu wasanii wengi duniani hawana ujuzi na live performance. Yani tukija kwenye upande hata wa comedy, umeona bwana, unakuta mchekeshaji hawezi kucheza na jukwaa, lakini tumeweza kumwona Michael Jackson anafanya vitu vikubwa kupitia live performance, na vilevile vile, hata staili ambazo yeye akiwa anaimba maana yake unapata vitu viwili au vitatu, umeona bwana, unapata kwanza dancing nzuri, umeona bwana, anaweza kutawala jukwaa, lakini pia ana natural melody ambayo inatoka we, ambayo sio ya studio, umeona sio artificial. Kwa hiyo lazima ubunifu uongezeke. serikali zidi kuisapoti, kutia nguvu, kwa sababu tunashindwa kwenda mbali. Sio kwamba vipaji hatuna, unakuta msanii ana kitu kikubwa. Umeona, anatamani labda kufanya komedi, eh sehemu fulani au nchi fulani bwana na watu fulani, lakini inashindikana kwa sababu ya pesa umeona. Au mwanamuziki anatamani afanye collaboration na msanii fulani wa nchi fulani inashindikanika kwa sababu ya pesa, kwa sababu, eh unakuta mtu kiwango chake ni kidogo, kwa hawezi kuimprove kwenda kufanya release labda collaboration na msanii fulani kwenye tasnia fulani. Kwa hiyo serikali isapoti eh, sanaa ya Tanzania umeona bwana, sanaa ni kazi. Sisi vijana eh, leo hii hapa tunapambana tupate maisha, umeona bwana, kupitia sanaa. Kwa hiyo serikali itusapoti kama inavyosapoti mpira na vitu vingine, wasapoti vijana, wainuke wafanikiwe. wow, Mtazamaji, Michael Jackson ana siri kubwa sana. Mafanikio yake yametokana na nidhamu, kujituma, ubunifu na upendo na watu. Mtazamaji wangu, nilikuwa namgusia tu kwa uchachi sana Michael Jackson. Usisahau kusubscribe chaneli yetu ya Bama TV. Ubunifu asili yetu. Jina langu naitwa Shukuru cha Mbuso aka Baba Folavu.